ule aliyowekanay tao kwamba amepambana na mfalme namfalme na wale watu wametoka kwenye utumwa, na nakwambia wewe Mungu atakuchomoa kwenye utumwa kirahisi, na baada wewe kutoka huko, na utachomoka na Mungu zako aaiedwap haa Mshangaye Mungu aliyemweka aliweka agano na, na Musa kijana mdogo tu. Alipo nenda na watoa watu kwenye nchi ya utumwa, alipo anatoka. Hata hivyo hilo ndio ninafanya wale wa Misri wanakufa. Nyumba eh, kila nyumba moja moja na mang'ombe na mambuzi na manini usawa wa kwanza. Hata hivyo hilo ndio ninafanya yeye na kundi lake. Yeye na wana wa Israeli wanapita katikati ya bahari. Maji yanaachia njia huko na huko yanagawanyika.